Bismillahi rahmani rahim. Tumefika kwenye wakati zama ambazo kwamba hakuna yoyote anayempenda yoyote. Watu wote hukimbia mbio nyuma ya kitu kimoja tu, maslaha. Mbio zote zinazoendewa watu hukimbilia maslaha yao, maslaha ya kikoma na mahaba yameyayuka na yamekufa wakati ikiwa maslaha yamekoma mahaba hubakia ni urongo na unafiki hizi ni zama za maslahi watu huenda kwa maslahi yao hakuna undugu hakuna walimu na wanafunzi hakuna mke na mume hakuna ujirani hakuna mji mmoja, hakuna ukabila, maswale peke yake. Kila relationship ya mwanadamu ndani yake kuna hadaa, ndani yake kuna khiana, hakuna ukweli wala hakuna ikhlas. Katika siku zilizopita mahaba, mapenzi yalikuwa ni kitu cha kawaida, watu wakipendana na ya kweli, mapenzi ya kweli. Ama mapenzi ya leo ni mapenzi ya sharti. Sharti yake ni maslaha. Hakuna maslaha, hakuna mapenzi. Sharti yake ni mada, kupata pesa, kupata zipato za kidunia. Hakuna kipato, hakuna mahaba. Ni uchache sana kupata mtu akupenda wewe kama wewe, kupata mtu ambaye uko tayari kujitolea kwa ajili yako bila ya malipo. Ni uchache sana kupata mtu namna hiyo. Sisi tuko katika wakati ambao kwamba twangojea mtu mwenye heshima afanye kosa tupate kuwathubutishia watu kwamba huyu hana heshima. Baadhi ya watu ni kama mafuta mazuri, ni mazuri kweli, lakini hayadumu muda mrefu, kumalizika na harufu ikatoka. Ewe Mola ya muqaliba alqulub, ewe mwenye kuzizungua nyoyo, thabbit qulubana ala dinik, zithubutishe nyoyo zetu juu ya dini yako. Waj'al qulubana naqiyatan sadiqatan liwajhika alkarim lkarim, jalia nyoyo zetu ziwe safi, nyoyo zetu ziwe za kweli.